Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru kwa kunipa na nafasi Halmashauri ya mji wa Bunda tunajenga hospitali yetu na hii ni mara ya pili naliuliza hili swali mu bungeni kuna milioni 800 ilikuja ikamezwa na Mheshimiwa naibu waziri unapajua pale, pale ile hospitali ambayo tunajenga kwenye kata ya Bunda Store sasa hivi imestak ni lini mtatuletea pesa tumalize hospitali yetu ya halmashauri ya mji wa Bunda ili wananchi wetu kwenye halmashauri wa mji wa Bunda wapate huduma zinazostahili. Majibu. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba serikali ipeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya mji wa Bunda, na ni kweli kwamba Mheshimiwa Esther Bulaya amefuatilia mara kadhaa kwamba tupeleke fedha ile, na hasa ile milioni 800 ambayo ilirejeshwa kwa mujibu wa sheria ya bajeti ya mwaka 2015 baada ya kuvuka 30 Juni katika mwaka wa fedha. Na hili ni kuhakikisha tu kwamba fedha ile ambayo ilirejeshwa serikalini tumeitenga tena kwenye bajeti ya mwaka wa fedha 25 26. Lakini pia tumeongeza fedha kwa sababu tunafahamu milioni 800 haitatosha kukamilisha yale majengo. Kwa hiyo naomba tu Mheshimiwa Bulaya kwamba tunajua umuhimu wa kukamilisha hospitali ya halmashauri ya mji wa Bunda, na ndio maana fedha zilipelekwa na tumetenga kwenye mwaka ujao wa fedha, ni kuhakikishia wewe na wananchi wa jimbo la Bunda mjini kwamba serikali isikivu itahakikisha inapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha hospitali ya mashauri ya mji. Mheshimiwa Charles Kajege nilikuona. Eh, na kushukuru mwenyekiti wakati wa ziara ya waziri mkuu katika jimbo la Mwibara mwaka juzi alielekeza kuwa kituo cha afya kijengwe Bulamba. Je, ni lini kituo hicho kitajengwa? Majibu mheshimiwa. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti, viko vituo vya afya ambavyo ni ahadi za viongozi wakuu wa kitaifa na sisi ofisi ya rais TAMISEMI katika mipango yetu tunaweka kipaumbele cha hali ya juu katika maeneo hayo ikiwemo katika kata hiyo ya Brambo ambayo ipo katika jimbo la uh, Mwibara. Kwa naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Kajege kwamba utekelezaji tayari tumeanza, tumeanza kwa kuingiza kwenye uh, orodha ya vituo vya afya vya kimkakati na tuhakisha kwamba fedha inapelekwa kwa ajili ya kujenga kituo hicho cha afya. Mheshimiwa bunge, tunaendelea na swali la Mheshimiwa Suleiman Jumaane Zedi mbunge wa Bukene. Suleiman Zedi anataka kufahamu lini serikali itamaliza tatizo la upungufu wa watumishi wa kada ya afya Bukene. Mwenyekiti, serikali imeendelea kutoa vibali vya ajira kila mwaka, ambapo kuanzia mwaka wa fedha 2020-2021 hadi 2024-2025 jumla watumishi wa kada ya afya 1034720 wameajiriwa na kupangiwa vituo kote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-2021 hadi ishirini na nne ishirini na tano halmashauri ya wilaya ya Nzega imepangiwa jumla ya watumishi 111 ambao wamepangwa katika hospitali ya wilaya, vituo vya afya na zahanati. Kati ya hao jimbo la Bukene limepelekewa jumla ya watumishi 59. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuajiri watumishi wa sekta ya afya kwa awamu na kuwapanga katika maeneo yenye upungufu wa wataalamu hao ikiwemo katika halmashauri ya wilaya ya Nzega.